Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Hapa chini kuna vitu ambavyo inaweza kuishi navyo kama vile mtoto wa tai, lakini mpendwa, ikiwa unataka kufika hapa juu Kupogolewa, kupogolewa daima husababisha ukuaji upya. Umewahi kuhisi kusema Mungu, jamani, umezidi hapo, umevuka mipaka, utaninyang'anya kila kitu? Na wakati mwingine nimehisi hivyo. Siku moja, Deva alimuita mtu mmoja aje apogwe mti mmoja uliokuwa mbele ya nyumba yetu, na niliporudi kutoka kazini, nilimwambia mtu huyo, umeharibu kabisa mti wetu. Mti huo ulikuwa umebakia karibu tupu. Alisema, ngoja utaona. Na baada ya muda mfupi, mti huo ulikuwa maridadi kuliko hapo awali. Kwa hivyo, tunaposhughulikiwa, tunapopogolewa, wakati mwingine huwa tunasema unafanya nini? Sielewi, inatia uchungu, si haki. Lakini ah, utakuwa bora zaidi. Naweza kuambia ukweli kwamba kamwe sijawahi kuinuliwa na Mungu katika sehemu yoyote ya maisha yangu, na namaanisha kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Sijawahi kuinuliwa kabla Mungu hajashughulikia jambo fulani maishani mwangu, katika kiwango hiki ambalo singeenda nalo kiwango hiki. Unaona, huenda kuna mitazamo na tabia ambazo unaishi nazo wakati huu, lakini kama unataka kufika kiwango cha juu zaidi, basi huna budi kuachana na mambo hayo. Napenda kusema kwamba wakati mwingine katika kila kituo kuna mtu atakayeteremka kutoka kwa basi na kuna mtu atakayeingia ndani ya basi. Kwa hivyo kila kituo unachosimama, ikiwa unataka kufika kituo kinachofuata, ni sharti mtu ateremke na mwingine aingie Amen. Sasa hebu tuzungumze kuhusu tai. Biblia inasema bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai. Haisemi watapiga tu mabawa kama kuku. kuna ujumbe na utayarisha unaitwa unapiga mabawa au unapaa. Je, unajua jinsi ya kupaa juu pamoja na tai au bado unapiga mabawa kama kuku huku ukirusha tu vumbi bila kupaa juu? Basi watoto wa tai hutunzwa vizuri sana, sawa na wakristo wachanga na mama yao huwatengenezea kiota kizuri sana, kina manyoya na matawi madogo na majani na na, huwa anakusanya vitu vya kila aina kwa kiota hicho. Ni kiota kizuri sana, na huyo tai mdogo hulala tu ndani ya kiota. Akihisi njaa, unajua kile ambacho tai hufanya? Mama atapa na aende kutafuta chakula, na atamletea mtoto wake na ampe, na tai huyo mdogo huwa mzuri sana tena na furaha <laughs> Sawa na Mkristo mchanga. Ukitaka mtu akuombee tafuta mtu ambaye ameokoka hivi karibuni, kwa sababu Mungu wafanyia Wakristo wachanga chochote kile, lakini kwa muda mfupi tu. Kisha unajua, ni kana kwamba mko katika fungate baada ya harusi, unasema tu <laughs> mambo mazuri haya. Kisha baada ya muda mfupi unasema hii ni nini? Basi wakati ukifika wa tai mdogo kupaa ambayo ni kusudi la Mungu kwamba sisi sote tupae, amen, tupae pamoja na tai. Itakuwa vizuri kama mama atakuja naseme tu, mtoto wangu, ni wakati wa kutoka ndani ya kiota na upae. Huyo tai mdogo hata ataka kutoka ndani ya kiota hicho, amezoea kujivinjari humo ndani, hataki kutoka, na ninachowaambia ni ukweli. Mama tai huanza kuondoa vitu kutoka kwa kiota hicho siku baada ya siku, na kuvitupa nje vitu hivyo vizuri: manyoya, vipande vya sponja alivyookota huko chini, vitu vizuri vinavyoleta starehe. Na baada ya muda mfupi huyo tai mdogo anajipata hana chochote ila msingi wa kiota ambao umetengenezwa na miba matawi magumu yaliyozeeka, ambayo hayana starehe. Kwa hivyo hebu tuseme tu kwamba huyo taimu dogo baada ya kuambiwa aondoke ametoa kichwa chake nje ya kiota na anaangalia nje, huku akifikiria sijui, kiota hiki hakina starehe tena, pengine huko nje ni bora zaidi. Basi mama yake anaamua kumsaidia mtoto wake, anamchukua kisha anapaa naye juu hewani <laughs> na anamwachilia Kabla hajaanguka chini, mama yake anakuja kwa kasi. Oh mama, kumbe bado unanipenda! Jamani, kuna mtu anaelewa ninachosema? Anamchukua na kupaa naye juu tena, yeah. ah! na anarudia kufanya hivyo tena na tena na tena mpaka hatimaye mtoto anaanza ku Na hivyo ndivyo Mungu anataka tuwe. Unajua katika Isaya mlango wa tatu mstari wa kwanza Biblia inasema kwamba Mungu huondoa kile tunachoegemea. Wacha nikuulize swali, egemeo lako ni nini? Unaona Mungu anataka tuwe na msingi thabiti katika neno na tuwe na msingi thabiti katika upendo wake ili kusiwe na chochote kinachoweza kuiba hakikisho letu, na ingawa tunaweza kuhisi hofu, hofu hiyo haituzuii. Tuna ujasiri wa kutosha katika Mungu unaotuwezesha kuendelea mbele. Hata marafiki zetu wa karibu zaidi wakitugeuka, huenda tutahisi uchungu, lakini bado tunaye Yesu maishani mwetu. Mmenisikia? Unahitaji nini ili usimame imara? Unahitaji nini ili uwe na nguvu ya kudumu katika Bwana? Je, ni kundi la marafiki wa Kikristo ulio nao ambao hukufanya ujihisi vizuri? Je, ni kazi fulani ulio nayo ambayo hukufanya ujihisi vizuri? Wache niwasimulia hadithi moja. Baada ya kufunza Biblia kwa miaka mitano katika awamu ya pili ya huduma yangu, nilifanya kazi na kanisa moja la mji wangu kwa miaka mitano na nilijifunza mambo mengi sana hapo. Nilikuwa na wakati mzuri na pia nilikuwa na wakati mgumu. Nili Kuja kugundua kwamba huwezi kustahili kuwa kuwa na na mamlaka mamlaka mpaka uelewe jinsi ya kuwa chini ya mamlaka, na jambo hilo halikuwa rahisi kwangu. Basi wacha niwambie tu kwamba ikiwa unangoja kuinuliwa ili uwe na kazi yako mwenyewe, lakini bado hujaelewa jinsi ya kuwa chini ya mamlaka mahali ulipo sasa. Haya, mnaweza kutumia shauri huo kama mnavyotaka. <laughs> Uh, basi Mungu akaanza kuninenea kwamba alitaka niache kazi katika kanisa hilo ili nianze huduma hii. Basi nilikuwa na hofu sana, na neno tulikuwa tunasikia kila mara, nichukua huduma yako, nenda kaskazini, kusini, mashariki au magharibi. Lakini tatizo lilikuwa ni kwamba hakuna mtu aliyenijua kaskazini, kusini, mashariki au magharibi. Sikuwa na lingine ila huduma yangu nzuri mjini Saint Louis, na nilikuwa katika stesheni moja ya redio ya mji huo. Basi napaswa kwenda piko kaskazini, kusini, mashariki na magharibi? Unajua, ikiwa Mungu kweli anataka utekeleze jambo fulani, ukiendelea kupoteza wakati, unaweza kufadhaika ndani yako. Kuna mtu hapa anaelewa jinsi unavyohisi wakati Mungu anakunenea na anakunenea na anakunenea na anakunenea. Na unajua mambo ambayo niliyapenda kama mikutano ya hafla ya wafanyikazi na mambo kama hayo, nilianza ku nilichukia kila kitu nilichokuwa nafanya hapo. Sikutaka, sikutaka kuendelea na kazi hiyo, sikutaka kwenda kanisani tena, kazi hiyo haikunisisimua. Sijui nini mbaya na mimi, sijui nini mbaya na mimi. Basi hatimaye wacha nifupishe hadithi hii, si lazima niiseme yote. Mungu alinishawishi na nikaacha na kazi yangu ya kuketi mezani na kutumia kalkuleta na nikaanza mkutano kaskazini wa Saint Louis mashariki mwa Saint Louis magharibi mwa Saint Louis na kusini wa Saint Louis, mkutano mmoja kila pembe ya mji. Mungu alisema nenda kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, na mimi kama mtoto mdogo nilijaribu niwezavyo kufanya hivyo sasa. Lakini kuna kitu niligundua ambacho sikukijua nilipokuwa nafanya kazi hiyo. Unajua, wakati mwingine ukiwa na kitu, huwezi kujua jinsi unavyokitegemea mpaka wakati Mungu atakitikisa na kiondoe. Je, bado utakuwa na uhakikisho ukipoteza marafiki zako? Je, bado utaweza kumtegemea Mungu hata ukifanya uamuzi wa kukua katika Mungu na ukataliwe na kundi lako la wakati huu? Je, unaweza kukabiliana na hali hiyo na bado uendelee kutembea na Mungu au utakata tamaa na uendelee kuwa mtu wa kufurahisha tu watu wengine? Tuko pamoja. Nazungumza tu na watu walio hapa leo ambao wanataka kuendelea mbele na Mungu. Sizungumzi na mtu yote ambaye anataka kubakia kuwa mtoto wa tai. Leo nazungumza na watu ambao wana ari ya kuwa kama tai. Amen? Amen. Je, unataka kupaa au unataka kupiga mabawa? <coughs> Ni juu yako. Kwa hivyo ni sharti ukumbuke kwamba nilipokuwa nafanya kazi katika kanisa lile, unajua nilikuwa napendwa sana hapo. Mara nyingi mimi ndiye niliyehubiri wakati mchungaji mkuu hakuwepo. Nilikuwa mchungaji msaidizi, nilifunza katika shule ya Bibilia, niliongoza mkutano wa kina dada mara moja kwa wiki ambao ulihudhuriwa na mamia kadhaa ya watu na ilikuwa ni hafla nzuri sana mjini St. Louis. Nilikuwa na sehemu ya kuegeza gari langu yenye ubao uliandikwa jina langu. Jamani, tunapenda kuwa na majina yetu. Tuko pamoja? Nilikuwa na kiti kilichoandikwa jina yangu miongoni mwa viti vya mistari ya mbele. Katika kila ibada kulikuwa na bango lililoandikwa Joyce Meyer, Dave Meyer, hakuna mtu aliyeketi kwenye kiti changu. <laughs> Ofisi yangu ilikuwa na jina langu mlangoni. Meza yangu ilikuwa imeandikwa jina langu. Jina langu lilichapishwa kila wiki katika nakala ya matangazo kama mmoja wa wafanyikazi. Unaona, nilikuwa mtu muhimu. Kuna mtu yeyote anasikia leo? Na basi nilipoondoka jina langu halikuwepo tena katika sehemu ya kuegeza magari, ili nibidi nijitafutie mahali kama watu wengine. Jina langu halikuwepo kwenye kiti, ili nibidi niketi mahali popote. Sikujua kile kilichokuwa kinaendelea. Sikualikwa kwenye hafla za wafanyikazi, sikualikwa kwenye hafla mbalimbali maalum za viongozi. Basi nilipoenda kanisani jumapili asubuhi, nilihisi mahali hapo hapa kunifaa, nilijiona sina thamani na unaona, Mungu hataki we katika hali hiyo, na hakutaka niwe katika hali hiyo. Alinipokonya vitu hivyo au alinena kwa muda mrefu wa kutosha mpaka nikaachana na hayo yote, kwa sababu alikuwa anataka kuninua kwa kile ambacho sasa kimekuwa hii. Lakini sijui kama tunafahamu kwamba wakati mwingine huwa tunapatwa na jaribu la kurudi tena kwa kile tulichokuwa nacho badala ya kupiga hatua kwa kile kilicho mbele yetu. Mmenisikia nazungumza na mtu leo sawa. Wengi wenu wakati huu mko katika kile ninachoita katikati. Mmekuwa na mwanzo, mnaelekea mahali, lakini mko katikati. Usikate tamaa hapo katikati. Wacha niwaambie, mikutano yangu ilikuwa na watu wachache zaidi baada ya kulihama kanisa hilo <laughs> nilitia bidii zaidi. Nilijipata peke yangu sana, na nilitafakari na kujiuliza, hii ndiyo kuinuliwa? Nilitaka kurudi kwa kile nilichokuwa nacho. Ni wanawake wangapi <laughs> hushinda wakimrudia mtu ambaye huzungumza nawe kana kwamba wewe ni mbwa, anakudharau, pengine hata anakupiga, anakutumia, anakudhulumu, kisha unamtoroka na baadaye unahisi upweke. Inakuwa ngumu kwako, anakwambia maneno machache matamu na unamrudia tena. Sikiliza, nataka ukae mahali popote ambapo Mungu anataka ukae, na si kwamba anasema utoroke hali ngumu za kimaisha, lakini unathamani zaidi kushinda kukaa na mtu anayekupiga na kukudhulumu na kukutumia vibaya. Na hebu nisikilize, hausaidii mtu huyo kwa kukubali akufanyie hivyo. Kama hutaki kuondoka kwa faida yako, basi ondoka kwa faida yake. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Yesu alisema, mimi nilikuja ili mfurahie uzima wenu kisha muwe nao tele kiasi cha kufurika. Unatamani. Hamjui ni mara ngapi nilikuwa karibu kurudi kwa kazi hiyo ambayo bado ilikuwa wazi kwangu, ningerudi wakati wowote lakini nafurahi sana kwamba nilichagua kitu kigumu zaidi. Huwa nashtuka nikifikiria yale tunayokosa kwa ajili ya kukataa kupiga hatua mbele. Unajua, Wafilipi mlango wa tatu, Paulo anasema nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo nifikie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu. Kaza mwendo, utimize mwito mkuu wa Mungu. Unajua, kuna wakati katika maisha yangu Mungu alinenea kwa dhati kuhusu mambo fulani aliyotaka niwafanyie wazazi wangu, na sikuelewa wakati huo. Kwa nini Mungu aniambie nitumie pesa zangu kuwasaidia watu wawili ambao hawakunifanyia lolote? Niwanunulie wazazi wangu nyumba, fanicha, niwatunze, nihakikishe wana chakula, nihakikishe nyasi za bustani yao zimekatwa, niwalipie ili hatimaye waishi vizuri katika nyumba ya wazee na mambo mengine mengi. Kwa nini Mungu aniambie nifanye jambo kama hilo? Haikuwa haki. Lakini unajua nini, Mungu hutuambia tufanye hivyo kila wakati <gülsum> kwa ufupi, siwezi kuwaelezea, lakini kitu cha ajabu kilitendeka katika huduma yetu, hatimaye nilipoamua kuachana na machungu hayo na chuki hiyo kikamilifu na nikawa tayari kuwa na uhusiano wa upendo na baba yangu, huduma ikaanza kukua. Najaribu kukwambia kwamba Mungu anataka kukuinua, lakini kuna vitu fulani ambavyo huwezi kwenda navyo kiwango cha juu zaidi. Unajua kwa nini? Kiwango kipya, shetani mpya. Unaona, huenda hapa chini kuna vitu ambavyo unaweza kuishi navyo kama vile mtoto wa tai. Lakini mpendwa, ikiwa unataka kufika hapa juu, kuna kitu ambacho lazima kiondoke katika basi hilo kabla hujafika kwenye kituo hiki. Amen. Nilifunza bibilia nyumbani kwa miaka mitano, kisha nikahisi kana kwamba Mungu alikuwa ananiambia niachane na kazi hiyo na alisema, tazama nafanya kitu kipya. <laughs> Nilisisimuka, ndiyo, bwana asifiwe, ndoto yangu itatimia sasa. Na mpango wa Mungu kuhusu kitu kipya ilikuwa nikae bila kufanya chochote kwa mwaka mmoja, nikana kwamba aliniweka ndani ya store, unajua <laughs> umewahi kutoka katika hali ya kuzaa matunda kidogo na kujipata huzai matunda yoyote? Basi nilikuwa nazaa matunda kidogo, kisha nikajipata sizai matunda yoyote, lakini hatimaye nilizaa matunda mengi. Sawa, wacha niwambie kuhusu matunda kidogo <laughs> unaona, nilikuwa nafunza watu ishirini na tano ndani ya sebule yangu, na sasa, bila shaka, unajua nimebarikiwa kufunza watu kote duniani kila siku, kwanzia ishirini na tano na hapo katikati nilifanya kazi na kanisa lile, na unajua pia nilifanya vitu vingi vingine mbalimbali mbali, na kulikuwa na vitu fulani ndani yangu ambavyo singeenda navyo hapa. <tuhi> nilikuwa na hofu, hisia za kutokuwa salama, na nilitumia muda mwingi nikijilinganisha na watu wengine, na Mungu alitaka niwe mimi, na Mungu anataka uwe wewe. Mungu hataki uwe fotokopi ya mtu yeyote, anataka kitu kipya tena halisi. Amen. Nanisikia kitu kipya tena halisi, ni bora uwe wewe mwenyewe kwa sababu watu wengine tayari wameshachukuliwa, na pia itakuwa bora kwako kwa kujifunza kujithamini mwenyewe. Hata unaweza kujipenda kwa njia yenye usawa, kwa sababu kila mahali huendako we wewe hubadiliki. Basi Nilisikia hadithi hii na naamini ni kweli. Mimi si mtaalamu wa mimea, lakini nadhani hadithi hiyo ni ya kweli. Tuseme kuna mtu mwenye shamba la michungwa. Unajua kila kitu kinaanza na mbegu. Unapanda mbegu, kisha hatimaye unapata mti, kisha unangoja matunda. Basi umengoja kwa muda mrefu kupata matunda. Basi tafakari hilo katika maisha yako. Umengoja kwa muda mrefu kupata matunda, na sasa ghafla wakati unafika kwa hivyo unaona machungwa madogo madogo yakianza kujitokeza katika matawi. Ah, bwana asifiwe, matunda hayo <laughs> lakini mkulima wa matunda ambaye ni mwerevu ataenda na ayatunde yote na hata acha kwenye mti mwaka huo, kwa sababu akizuia mti huo kuzaa matunda hayo madogo madogo, baada ya mwaka mmoja au miwili. Kisha pengine mwaka unaofuata afanye hivyo tena, pengine matunda yatakuwa makubwa zaidi mwaka unaofuata, lakini anasema hapana, bado hayajakuwa kama anavyotaka. Kwa hivyo anayatunda tena. Kama ungekuwa mti huo, ungefikiria huu ni mchezo gani? nimengoja muda huu wote na nimetia bidii sana na nimesimama hapa na nimesimama hapa na nimengoja na nimengoja na sasa hatimaye nimepata machungwa haya na unayatunda yote na kuyatupa. Unajua, ikiwa huna hekima ya kiroho hutanielewa, huendi, unasema mwanamke huyu amerukwa na akili. Tumezungumza kuhusu kila kitu kuanzia deva akiwa chooni mpaka kutupa machungwa <laughs> na... <laughs> kujifurahisha hivi Jumamosi asubuhi kunapaswa kuwa kinyume na sheria, lakini mkulima wa matunda anayefanya hivyo aki, akiweza kungoja kwa miaka mbili au tatu, basi atapata machungwa mazuri makubwa na yenye afya ambayo hujawahi kuona maishani mwako. Sawa, basi nikawa na kikao changu kidogo cha kufunza Biblia na nikawa nazaa machungwa madogo. Nilikuwa na watu ishirini na tano waliokuja kila wiki. Tuliketi kwenye sakafu ya sebule yangu, nafundisha Bibilia, wanaenda nyumbani, wanarudi wiki inayofuata. Ilikuwa nzuri sana, ilikuwa kipindi kizuri maishani mwangu. Kisha Mungu akasema, haya, wacha hii, tazama nafanya kitu kipya. Basi mwaka uliofuata niliishi nikijaribu kuwa kama jirani yangu. Najua yamkini mmeshasikia didhi hizi, kwa hivyo sitawachosha kwa kuwasimulia tena. Jirani yangu alikuwa mwanadada wa kufanya mapambo, na hakuwa mwanamke wa kawaida kabisa. Unajua, mimi sikuwa na ujuzi wa kufanya mapambo. Mimi ni mtu ambaye naweza kuweka fanicha nyumbani na baada ya miaka ishirini zitakuwa hapo hapo. Basi yeye alikuwa anasogeza fanicha zake kila wakati na kila mwezi. Ukiingia kwake, nyumba yake ilionekana kuwa mpya kabisa na Alikata nyasi zake na alipaka rangi mwenyewe kama mume wake hayupo, na alijitengezea mwenyewe sehemu za kuweka mimea. Alifanya mambo mengi mbalimbali mbali. Lakini mimi huku nilishindwa hata kuwasha mashine ya kukata nyasi, na Deva akitaka kushona kifungo kwenye shati lake itabidi ajishonee mwenyewe, kwa sababu mimi nikifanya hivyo itanguka tu baada ya muda mfupi. Lakini shetani alianza kuniambia, nimesema shetani alianza kuniambia unapaswa kuachana na fikira hizi za kutaka kuleta mabadiliko duniani na utulie, uwe tu mwanamke wa kawaida. Mmenisikia? unahitaji kuwa kama watu wengine. Kuna mtu amenisikia? Basi jirani yangu akaanza kunifunza kushona na alikuwa na bustani, basi na mimi nikafikiria napaswa kuwa na bustani. <laughs> Ulikuwa mwaka mbaya sana kwangu <laughs> nilihitaji kuwa mahali nikifukuza mapepo, na mimi huyu hapa anajaribu kuhifadhi nyanya ndani ya mkebe. Jamani, mbona tusiwe na ujasiri wa kufuata kile kilicho moyoni mwetu? Na kama unaopakwa kuhifadhi nyanya, basi fanye hivyo kwamba ni vibaya kufanya hivyo, lakini huwezi kuwa kama watu wengine. Basi kushona pia hakukufua dafu, nilishindwa kabisa. Hata bustani haikufua dafu. Wakati wa kuhifadhi nyanya ndani ya mikebe ilifika, lakini wadudu walikuja na wakatoboa matundu kwenye nyanya zangu. Sikupita jirani yangu aliishi karibu sana na kwangu, umbali wa kama kutoka hapa mpaka pale mwisho wa jukwaa lile, lakini wadudu hawakukula nyanya zake, lakini zangu ziliharibiwa. Ingawa nilikuwa nimeziombea, kwa sababu mimi ni mwanamke wa imani. Tuko pamoja. <coughs> Unajua, mtanisamehe, mimi si kwenda shule ya Biblia, nili nilienda shule ya Roho Mtakatifu. basi nilimpigia simu. tulihitaji kuweka nyanya ndani ya mikebe siku hiyo, na nilisema nyanya zangu zimeharibika. Alisema, unasema nini? Nilimwambia nyanya zimeja za zangu zimejaa matundu meusi, na nilienda nje kuangalia zake. Kisha akanipigia simu na akasema, zangu ziko sawa. Na nilienda mbele za Mungu na nikasema, nini kinaendelea? Niliombea nyanya zangu, na alinijibu sikukwambia upande nyanya. sina Sina jukumu la kulinda nyanya zako. Tuko pamoja? <laughs> <Chukota> <laughs> <laughs> Uh, huenda pia wewe unajaribu kukuza nyanya na mambo hayakuendei vizuri. Huu uh, nafurahia hii leo. <laughs> Pengine kile unachohitaji kuachilia asubuhi ya leo ni wazo kwamba hauko sawa kuwa wewe mwenyewe. Mmenisikia nimesema, pengine unapaswa kuacha kujichukia mwenyewe, kujikataa mwenyewe na kujikashifu kila wakati, na pengine unahitaji kugundua leo kwamba Mungu alikumba kwa mikono yake mwenyewe tumboni mwa mama yako, alikupa utu ulio nao sasa, alikupa vipawa ulivyo navyo na udhaifu wako. Wacha niwaambie jambo Mungu anataka uwe wewe mwenyewe na huwezi kufika kiwango cha juu zaidi ambacho Mungu amekupangia mpaka uamue kuwa wewe mwenyewe. Hey, mene, mene, mene, mene, mene. Ni wakati wa kuachilia vitu fulani maishani mwako. Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer. Kujifunza mengi kuhusu kazi yetu ya kushiriki Kristo na kuwapenda watu duniani kote, au kuelezia rasilimali ya bure, tafadhali tutumie ujumbe mfupi kwa 0687266668. Usisahau kutueleza kituo unachosikiza tungependa kusikia kutoka kwako. Mara tena, nambari ni 0687 266668. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.